Wizara imeanzisha programu maalum ya uendelezaji upya maeneo chakavu katika miji ambayo yanakabiliwa na changamoto mbalimbali kama nilivyotaja za ukosefu wa huduma za msingi, miundombinu, makazi duni au uchakavu, ukosefu wa mifumo ya maji taka na uwepo wa changamoto za taka ngumu zinazopelekea uchafuzi wa mazingira. Lengo kuu la programu hii ni kuboresha maisha ya wakazi, kuongeza fursa za kiuchumi na kuhakikisha miji inakuwa endelevu na, na iliyoweza kukabiliana na changamoto za siku zijazo. Sasa katika programu hii tulikaa tukaona uzinduzi tuufanyie wapi. Programu hii tunaenda kuifanya katika majiji jiji hili la Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Mwanza na Mbeya kwa awamu ya kwanza, lakini tukaangalia hasa tuanzie wapi? kama pilot tukakuta wenzetu wa manispaa ya Kinondoni tayari walikuwa wana mpango huo, kama alivyozungumza mstahiki meya mwaka 2013, walianza kuona ni taratibu gani zichukuliwa. Sisi kama wizara, baada ya maelekezo yale ya Daktari Samia Suluhu Hassan, tuliona ni vema programu hii tuje kuianzia hapa Makangira ya kuweza kuboresha makazi ya wananchi, na ndio maana leo hii tunafika hapa ili kuweza kupanga maeneo haya. Lakini tena kama wale uliokuwa mkifuatilia siku ya uzinduzi wa sera ile ya taifa ya ardhi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alituelekeza ya kuhakikisha mipango yetu tunayoiweka ya kuboresha makazi isiwe mipango ya sisi kujifungia ndani na wataalamu na kisha kuileta tu kwa wananchi alituelekeza tuhakikishe tunawashirikisha wananchi wenyewe ili wajue hatua kwa hatua ni kitu gani ambacho kinaenda kufanyika kwa uwazi, na kila mmoja akaweza kuelewa lile ambalo serikali ina mpango nayo. Na kwa kufanya hivyo, ndiyo maana leo, katika kutekeleza maelekezo yale ya Mheshimiwa Rais, tupo hapa katika mtaa wa Makangira ili kuweza kuelezana nini tunachoenda kufanya kama serikali. Napenda kuwafahamisha kuwa, kuwa katika kutekeleza programu hii serikali inalenga kuboresha maisha ya wakazi wa mtaa wa Makangira kwa kuendeleza upya eneo hili kwa kushirikiana na wananchi kwa kila hatua. Serikali ilifanya sensa ya watu na makazi mwaka 2022 na sensa ya majengo mwaka 2022. Hivyo tuna taarifa za wakazi wa eneo hili. Niwaombe wananchi kuwa tayari kuwapokea wataalamu kuwa watakapokuja kufanya kazi nanyi katika hatua za awali za kukusanya taarifa za kila kaya ili kuwa na mpango shirikishi uendelezaji upya wa maeneo ya Makangira na maeneo mengine yatakayotekelezwa katika programu hii. Tumedhamiria kuboresha makazi yenu pasipo kuhamishwa kwa mwananchi hata mmoja kutoka katika eneo aliyokuwa anaishi isipokuwa kwa, isipo kwa wananchi wachache ambao utekelezaji wa mradi utakapoanza, serikali itawapangishia nyumba wakati mradi ukiendelea kutekelezwa. Naomba kurudia hapo ni watoe mashaka, wana Makangira, hakuna mwananchi hata mmoja mmiliki wa maeneo haya ambaye atahamishwa. Wananchi wote watabaki katika maeneo yao, isipokuwa kipindi cha utekelezaji wa mradi tutawapangishia makazi sehemu nyingine mradi utekelezo wa kuboresha makazi, na baada ya hapo mtarejea katika maeneo yenu. Kwa hiyo asitokee mtu wa kuja kusema sasa wameanza kuja kunyang'anya ardhi yetu. Hakuna hata mkazi mmoja atayehamishwa kutoka katika eneo lake isipokuwa wakati wa utekelezaji wa nini wa mradi, na kipindi hicho kwa wakati wa utekelezaji wa mradi tutawapangishia makazi sehemu nyingine, na mradi utakapokamilika kila mmoja atarudi. Utekelezaji wa programu hii una faida nyingi sana. Kwanza ni kuwezesha upatikanaji wa ardhi iliyopangwa kwa matumizi mbalimbali ambayo ni kichocheo cha ongezeko la shughuli za kiuchumi na kijamii; pili, kuwezesha upatikanaji wa nyumba hususan za makazi na biashara hatua itakayosaidia kutatua changamoto ya makazi duni katika maeneo ya mji ya miji hapa nchini. Tatu, kuboresha mandhari ya miji yetu na kuongeza usalama wa miliki za wananchi katika maeneo husika kwa kuwapatia hati za sehemu ya jengo na kuwezesha wananchi kiuchumi kwa kugeuza ardhi mfu kuwa na thamani. Hivi sasa wana Makangira wote ni mashahidi. Ni imani yangu huenda ni watu wachache sana wenye hati miliki katika maeneo ambayo mnaishi kwa sasa, si ndivyo? Lakini kwa kufanya programu hii, maana yake tutaweza pia kutambua kila kipande cha ardhi ya mtu, na tunapokuja kupaboresha, ina maana ni tunawawezesha na nyinyi kuweza kumiliki maeneo yenu. Shida hizo zote za mafuriko kwenye wilaya ya Kinondoni hasa maeneo haya pamoja na magonjwa mbalimbali na kupungua thamani ya ardhi kwenye maeneo haya ni kutokana na maeneo yetu kutokuwa na mpangilio mzuri, hajapangika vizuri na hivyo kupeleka huduma za maji, huduma za barabara, huduma za maji machafu na huduma zingine imekuwa ni shida kubwa. Ukienda kata ya Tandale, kata ya Ndugumbe, kata ya Mwananyamala, kata ya Makumbusho, Ananasifu na baadhi ya viunga kwenye kata ya Msasani, Mheshimiwa Waziri, shida inafanana namna hiyo. Kwa hiyo tukushukuru sana wewe Mheshimiwa Waziri pamoja na wizara yako na mheshimiwa kipenzi chetu Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuja na mpango huu mzuri unaoenda kutuboreshea makazi na miundombinu.